la Rombo kaunti ya Kajiado inayopakana na Tanzania sasa inataka serikali kuwasaidia kumpata mama yao ambaye wanadai anazuiliwa nchini Tanzania. Margaret Kanai anaaminika kuchukuliwa na maafisa wa usalama wakati wa msako baada ya uchaguzi alipokuwa katika shughuli za kibiashara nchini humo. Pia mmoja wa wanawe alitoroka na kusimulia madhila aliyopitia alipokuwa mikononi mwa polisi huko Tanzania. Katika chumba hiki eneo la Rombo kaunti ya Kajiado, Moses Kanai anauguza majeraha. <coughs> Moses alikuwa akifanya kazi nchini Tanzania, ila vurugu ilipozuka baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba chombo kikaenda mrama, alipokuwa jijini Moshi. Moses anasema alikamatwa ghafla na maafisa wa polisi. Walikuwa ananipiga na rungu kwenye majoindi huko huko, mgongoni huku na pia walikuwa wananipiga teki kifuani na pia wananitishia kwamba watanifinya sehemu nyeti, na wakaniambia ni nani amenituma. Kanai anadai kuwa alizungushwa katika jela mbalimbali mbali, ila alifanikiwa kukwepa gereza la Mwanga walipokuwa katika mojawapo ya majukumu kwenye shamba la kahawa. Duka hili limesalia mahame kwa mwezi mmoja sasa. Margaret Kanai, mamake Moses, aliondoka kwenda Dar es Salaam kuleta bidhaa za kazi, ila familia inaamini kuwa mama yao pia aliangukia mikono ya maafisa wa polisi. Nakumbuka simu ya mwisho ambayo niliweza kuongea na mama angu katika mtandao, aliniambia maisha yake iko hatarini, maana anatafutwa na watu wasiojulikana. Wale waliokuwa karibu na yeye wakanipigia baadaye, wakasema mama amekamatwa na tukate mawasiliano maana wakijulikana wanawasiliana na Wakenya watakuwa mahali hatari sana. Nilikuwa naomba serikali ya Kenya iende ikasaidie, inisaidie kumpata mama yangu, sijui mahali yupo, na pia wapo Wakenya wengi sana ambao wanateseka sana kule Tanzania bila sababu. Licha ya serikali za Kenya na Tanzania kusalia kimya kuhusu idadi ya wanaozuiliwa na polisi nchini Tanzania, Moses anadai kuwa kuna idadi kubwa ya Wakenya magerezani ambao hadi sasa hawajafikishwa mahakamani. Japo Moses Kanai amebahatika kuwa huru baada ya kutoroka jela nchini Tanzania, bado familia hii inaishi kwa hofu, ambapo mama yao ajulikani aliko ya ikiaminika alitiwa mbaroni na maafisa wa polisi nchini Tanzania, na sasa wanataka serikali kuingilia kati na kuwasaidia kutafuta aliko mama yao. Robert Masai, runinga ya Citizen, Rombo, Kajiado Kusini tukirejelea